Tundikie kaunti nambari 13 ambapo polisi huko Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi, wamepata mwili wa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 29 aliyepatikana amefariki ndani ya gari lake binafsi lililokuwa limefungwa na kuegeshwa karibu na benki ya KCB. Kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Chuka kaskazini, Paul Kuria, amesema kuwa marehemu aliripotiwa kutoweka tangu usiku wa Ijumaa kabla ya mwili wake kugunduliwa katika eneo la tukio, maafisa wa DCI walipata majiko mawili yasiyokuwa na mabaki ya makaa yaliyokuwa yameungua ndani ya gari hilo. Kuria amewahimiza wakazi kuzungumzia na kutafuta msaada wanapokumbwa na changamoto za afya ya kiakili tu. Tumeulizia familia tukapata kwamba alionekana mara ya mwisho Friday ambaye vile alitoka nyumbani wenza familia yao hawako wanajua ako wapi ndio leo wananchi wakapata kuna gari iko hapa, ambaye imefungwa kabisa na dani, na kuna mtu ambaye alikuwa anaonekana dani. Tumeweza kufungua ile gari na tukapata mwili ya huyo marehemu ambaye kwa saahisi itaweza kutaja jina yake mpaka tuwasiliane na familia na dani la hiyo gari pia tumepata jiko mbili ambayo zina kazi zilikuwa zimebakishwa mpaka hapo bado mpaka ikaisha. Na, na hatujajua kiini hasa ambacho kilisababisha hiyo kisaka bati. Tuko na ofisi ya DCIO na kesi itachunguzwa, tuelekee kwakeche.